combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre. kuna watu waliishi maisha mafupi lakini wakaacha historia ndefu kuna viongozi waliuawa kimwili lakini mawazo yao yakabaki hai Leo tunamzungumzia mtu mmoja ambaye sauti yake iliogopesha mabwana wa dunia. Jina lake ni Patrice Emery Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Huyu ndio Patrice Emery Lumumba, ambapo katika siku ya leo tunakwenda kumfahamu kwa undani zaidi. Mimi naitwa simio sonyo, niseme karibu katika makala haya. Kabla ya Lumumba kulikuwa na Kongo iliyofungwa minyororo. Kongo haikutawaliwa bali ilikandamizwa chini ya Ubelgiji. Ardhi ilitoa dhahabu, almasi, shaba pamoja na uranium, lakini watu wake waliruhusiwa umaskini peke yake. Waafrika hawakuwa raia, walikuwa wafanyakazi wa kulazimishwa. Adhabu ilikuwa viboko, adhabu ilikuwa mateso, na adhabu kubwa zaidi, kunyimwa utu. Patrice Emery Lumumba alizaliwa tarehe mbili Julai mwaka 1925. Hakuwa mtoto wa kifalme, alikuwa mtoto wa kawaida, lakini mwenye akili isiyo ya kawaida. Patrice Emery Lumumba hakusoma vyuo vikuu vya Ulaya, hakupata shahada za kifahari wala hakutunikiwa elimu ya juu kwa mfumo wa kikoloni, lakini historia yake inamkumbuka kama mmoja wa viongozi wenye akili kali zaidi barani Afrika. Lumumba alipata elimu ya awali kupitia shule za wamishonari wa, wa Kikatoliki na Kiprotestanti katika Kongo ya Kibelgiji. Elimu hiyo ilikuwa na mipaka kwa sababu wakoloni hawakutaka Mwafrika awe na elimu inayomfanya kufikiri kwa uhuru. Hata hivyo, Lumumba alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na uwezo mkubwa wa lugha. Kupitia shule na kujifunza binafsi, Lumumba aliweza kuzungumza lugha kadhaa, Kifaransa kwa ufasaha mkubwa, Lingala, Kiswahili, Shiluba, Kikangolo, yaani lugha ya kwao. Lugha hizi zilimfanya aweze kuzungumza na watu wa kawaida na pia mabwana wa kikoloni kwa lugha yao wenyewe. Elimu kuu ya Lumumba haikuwa darasani, ilikuwa katika vitabu na uzoefu wa maisha. Alisoma falsafa ya siasa, historia ya mapinduzi, maandiko ya Pan-Africanism, maandishi ya viongozi kama Kwame Nkrumah na Franz Fanon Alikuwa msomaji mkubwa na mwandishi mzuri wa makala za kisiasa. Lumumba alifanya kazi kama karani wa posta, mahasibu mdogo, mwandishi wa habari. Kazi hizi zilimfundisha nidhamu, mfumo wa utawala, pamoja na udhalimu wa mfumo wa kikoloni kwa vitendo. Pamoja na uwezo wake mkubwa, Lumumba alizuiwa kuendelea kielimu kwa makusudi. Wakoloni hawakutaka Mkongo mwenye akili, lugha na ujasiri kama wake apate nafasi ya juu. Lumumba alijiuliza maswali: kwa nini mbelgeji ni bwana na mkongo ni mtumwa? Hapo ndipo safari ya mapambano ilipoanza, msikilizaji. Na sasa tuanze kuangalia kuingia kwa Patrice Lumumba kwenye mapambano. Patrice Emery Lumumba aliingia kwenye siasa sio kwa tamaa ya madaraka, bali kwa hasira ya haki. Mwaka 1958 akaanzisha chama cha Movement National Congolese MNC. Tofauti na wengine, chama chake hakikuwa cha kabila, kilikuwa cha taifa. Hapa ndipo wakoloni walianza kumuwona Lumumba sio kama mpinzani, bali kama hatari. Siku ya uhuru wa Kongo tarehe 30 Juni mwaka 1960, Ratiba sherehe ilikuwa tayari imepangwa. Walioruhusiwa kuhutubia walikuwa mfalme Baudouin wa Ubelgiji, pamoja na rais wa Kongo Joseph Kasavubu. Patrice Lumumba hakuwa kwenye ratiba ya wasemaji. Hii haikuwa bahati mbaya, ilikuwa makusudi. Ingawa Lumumba alikuwa waziri mkuu wa koloni wa Belgiji, hawakutaka azungumze. Kwa nini? Alijulikana kwa kusema ukweli bila kupamba maneno alikuwa mkosoaji mkali wa ukoloni, alikuwa hatabiriki na hakudhibitika. Wabelgiji walitaka sherehe ya heshima kwao, historia ifutwe hadharani, Leopold wa pili asifiwe kama mlezi wa Kongo. Mfalme Bodwin alipopanda jukwani alisema, na hii ndiyo hotuba yake. Uhuru wa Kongo, Kongo ni kilele cha kazi iliyobuniwa na fikra za kipekee za Mfalme Leopold wa pili. Kazi iliyoanzishwa naye kwa ujasiri wa kudumu na kuendelezwa kwa uvumilivu na Ubelgiji. Uhuru huu unaashiria saa muhimu ya hatima si kwa Kongo peke yake, bali nasema bila kusita beli. kwa Afrika nzima kwa ujumla ni lazima tarehe hii ya 30 Julai mwaka 1960 ifanywe kuwa tarehe tukufu tarehe ambayo mtaihifadhi mtaichonga milele katika kumbukumbu kumbu zenu kwa maneno mengine kwa hotuba ya mfalme Baldwin alihalalisha ukoloni mbele wa Afrika hii ilimpandisha hasira Patrice Lumumba Lumumba alikuwa amekaa jukwani kama mgeni wa heshima lakini alipohisi historia inapotoshwa damu ya wakongo inadhalilishwa, uhuru unageuzwa sherehe ya wakoloni. Aliamua kusimama. Hakupata kibali, hakupangiwa muda, hakualikwa, lakini alikuwa waziri mkuu wa nchi huru. Lumumba alimwambia kwa ufupi Rais Kasavubu kuwa anataka kusema. Kabla hata majibu hayajakamilika, alishika kipaza sauti, ndipo historia ilipoanza kuandikwa upya. Na hiki ndicho alichokizungumza Patrice Lumumba: De tumepitia kejeli, tumepitia matusi. tumepitia, tumepitia vipigo tulivyolazimishwa kuvumilia asubuhi, mchana na jioni, sa kwa sababu tu tulikuwa weusi. Nani atasau kwamba kwa mweusi kwa ilisemwa wazi, si kama adui, bali kwa sababu heshima na utu vilikuwa vimehifadhiwa kwa waliokuwa wanaitwa waheshimiwa. Sasa ni kwa nini hotuba iliyoumiza sana wakoloni? Hotuba ilitaje viboko, ilitaje ilitaje baguzi, ilitaje wa wa ya Lumumba ilitaja viboko ilitajwa unyanyaji ilitajwa ubaguzi ilitaja damu za Afrika. Yalikuwa mawazo ya Afrika yakasemwa hadharani mbele ya mfalme wa Belgiji, mbele ya dunia. Tuangalie waziri mkuu na mtego wa madaraka. Lumumba akawa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru, lakini uhuru haukuwa huru, huru. Jeshi likaasi, Katanga ikajitenga, Ubelgiji ikaingilia, Marekani ikaogopa. Lumumba akaomba msaada, akanyimwa. alipoomba msaada Urusi, neno moja likaanza kutumika, komunisti. katika upande wa kusalitiwa, kukamatwa Septemba mwaka 1960 Joseph Mubutu kwa msaada wa nje anampindua Lumumba. Lumumba anakamatwa, anapigwa, anadharauliwa, lakini bado hakunyamaza. Sasa tuangalie kifo cha Patrice Lumumba kilichotokea hatua kwa hatua. Tukianza na mazingira kabla ya kifo. Septemba hadi Disemba mwaka 1960, baada hotuba ya uhuru, Lumumba alionekana kama tishio kwa maslahi ya Ubelgiji. Marekani kutumia CIA ilimwona kama hatari ya kijiografia kwa sababu ya vita baridi. Kampuni za madini hasa Katanga zilihofia sera zake ndani ya Kongo. Rais Kasavubu alimfuta Lumumba madarakani. Joseph Mabutu alifanya mapinduzi ya kijeshi. Lumumba akawekwa kizuizini cha nyumbani, lakini bado na alikuwa maarufu kwa wananchi na askari katika upande wa jaribio la kutoroka. Novemba mwaka 1960, Lumumba alijua akikaa Leopoldville, yani Kinshasa, atauawa polepole kisiasa. Alijaribu kutoka Kinshasa aende Stanleyville, Kisangani, ambako wafuasi wake walikuwa wengi, lakini alisalitiwa alikamatwa na wanajeshi wa Mobutu. Hapo ndipo mateso yalianza rasmi. Baada ya kukamatwa, alipigwa dharani, alifungwa mikono nyuma, alidharauliwa mbele ya kamera. Kumbuka, picha hizi zilisambazwa makusudi ili kuvunja heshima yake mbele ya umma, lakini baada ya kudhoofisha zilimfanya awe shujaa zaidi. Maamuzi ya siri yalikuwa ni kwamba Lumumba lazima aondoke. Ndani ya vikao vya siri, serikali ya Ubelgiji, viongozi wa Katanga, maafisa wa kijasusi wa nje waliamua kwamba Lumumba asifanyiwe kesi, asihamishwe uhamishoni au uawe. Kwa nini? Kwa sababu angeweza kuhamasisha mapinduzi, angeweza kurudi madarakani, kwa sababu alikuwa ishara ya uhuru wa kweli. Na kwa nini Katanga? Katanga ilikuwa jimbo lililojitenga, lilitawaliwa na Moise Tshombe, lililindwa na wanajeshi wa kibelgiji nje ya macho ya dunia. Hapo ndipo walipoamua kumpeleka Lumumba ili auawe kimya kimya. Tuangalie siku ya kifo. Hii ilikuwa ni Januari 17 mwaka 19, 19 1961 asubuhi. Lumumba alisafirishwa kwa ndege pamoja na Maurice Mpolo pamoja na Joseph Okito. Walipofika Katanga, walipigwa tena, walitukanwa, walidhalilishwa. Ilipofika jioni, walichukuliwa kwenda porini. Hakukuwa na kesi, hakukuwa na hukumu ya mahakama. Lumumba alipigwa risasi na kikosi cha pamoja, wanajeshi wa Katanga, maafisa wa kibelgiji. Alikuwa amefungwa mikono, alikuwa hana silaha, alikuwa ametengwa kabisa. Alifariki papo hapo. Baada ya kuuawa, mwili wake ulichimbuliwa tena ukakatwakatwa ukayeyushwa kwa tindikali, yaani asid. Mabaki yake yakatupwa. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba asiwe na kaburi, asiwe na kumbukumbu ya kimwili. Lakini walikosea, dunia ilijua baadaye. Kwa muda, kifo chake kilifichwa, serikali ilisema ametoweka, lakini baadaye ukweli ulianza kuvuja. Maandamano yakazuka duniani, Lumumba akawa ishara ya shahidi wa Afrika. Miaka mingi baadaye, Ubelgiji ilikiri wajibikaji wa kimadi, lakini hakuna aliyefungwa. Sasa tuangalie urithi wake Afrika. Lumumba alikufa akiwa na miaka 35, lakini akawa mwalimu wa vizazi. Alifundisha Afrika kuwa uhuru una gharama, ukweli una maadui, ujasiri hauombwi ruhusa. Msikilizaji, kwa kuitimisha, niseme kwamba walimua Lumumba, lakini walishindwa kumua ujumbe wake. Nam, hii ilikuwa ni makala maalum kuhusu Patris Emeri Lumumba, sauti ya uhuru ambayo bado inasikika. Mimi nisemio sonyo, hadi wakati mwingine, niseme kwa heri.